Chinua Achebe katika kitabu chake moja aliwahi kusema kwamba ukitaka kujua umenyeshewa kiasi gani na mvua, lazima ukumbuke tone la kwanza lilikupatia wapi. Sisiemu oye! Sisi huko kwenye chama chetu cha zamani, tone la kwanza la mvua lilituanzia pale tulipokataa kwenda kusaini fomu ya maadili ya kushiriki uchaguzi kinyume na sheria inchi tukakataa kwenda kusign form. Matokeo yake watu tuko wakaanza, CHADEMA imekataliwa na serikali kushiriki uchaguzi. Hiyo ni nonsense, tulikataa wenyewe. Lazima tuseme ukweli, na nyinyi mnakumbuka. Dar es Salaam huu ni mkutano mkubwa, lazima tuseme na dunia isikie na dunia ijue, kwa sababu nilikuwa maumo kwenye vikao hivyo vyote. Anayebisha yaaseme vikao. Tulikataa sisi wenyewe, tukaenda mpaka kwenye baraza kuu, tukaenda mpaka kwenye mkutano mkuu wa chama tarehe ishirini na moja. Ndio mkutano mkuu ambao ukipitisha kitu maamuzi, hakuna mkutano kikao chochote ndani ya chama kinachoweza kubadilisha. Sisi tulienda kule tukasema hatushiriki uchaguzi licha ya kwamba licha ya kwamba mwaka elfu mbili na nne kuna marekebisho kadhaa yalifanyika kwenye sheria ya uchaguzi katika taifa letu, na kuna baadhi ya mambo tuliyotaka sisi na tuliandika tukapeleka kwenye task force aliyounda Mheshimiwa rais iliyoongozwa na Profesa Kandala na Amad Rashid akawa mwenye makamu wake. Sisi tulisema hatuna imani na wakurugenzi wa halmashauri wanaosimamia uchaguzi. Tulisema tunataka watu wengine independent wasimamia uchaguzi. Sheria ikabadilishwa, leo hakuna mkurugenzi wa halmashauri anasimamia uchaguzi, lakini bado tulikimbia. Tulitaka tulitaka tulitaka kwamba mtu hata ukiwa mgombea peke yako mmoja, hakuna kupita bila kupingwa, upigiwe kura ndio na hapana sheria ikabadilishwa, leo watu wanapigiwa kura ndio na nini, hapana. Lakini bado tulikimbia, tulitaka upatikanaji wa wale wajumbe wa tume ya taifa ya uchaguzi, sio kwamba rais peke yake asimame tu ateue. Leo iliundwa kamati ya usahili inayoongozwa na watu independent, majaji wako hapo, tume ya haki za binadamu, lakini bado tulikimbia. Mimi watanzania nawaambia, nchi hii ni kubwa kuliko mtu. Nchi hii ni kubwa kuliko chama chochote cha siasa. Wakati unafika lazima wote tusimame tuseme nchi kwanza, sawasawa? Hasa leo, watu tu wanakuja huku wanakwambia eti oh, Oktoba tarehe 29 chama chetu hicho cha zamani kimebaki kuwa NGO. Kwa sababu chama kama kishiriki uchaguzi, lengo lake ni nini sasa? So imebaki kuwa NGO watu wanafanya harakati eh. Chama kinakuwa control na watu ambao wako nje ya nchi. Mtu yuko Marekani, mwingine yuko Sweden, wengine wako Kenya. Kazi yao toka asubuhi mpaka jioni, na wana tweet mpaka usiku, ni kuchochea vurugu katika nchi yetu. Sisi hapa tunasema hatuna nchi nyingine, this is the only country we have. Sisi ya boy sasa, wewe kijana ukiwa hapa, mtu yuko Marekani, yeye anajua anavyopata hela wewe wanakwambia kwamba sasa wewe nenda ukaandamane, yeye na mke wake na watoto wake na mke wake wao wako huko, wanajua wanavyoishi, alafu wewe wanakwambia ukaandamane hapa. Bukoba ni karibu na Uganda, mnakumbuka stori ya Kibwetere? Yule Kibwetere alikuwa ni msichana tu mmoja, kabla ya hapo alikuwa anafanya kazi kwenye baa, akawa mjanja mjanja huyo dada, akatengeneza waumini, akawaambia mwaka elfu mbili dunia inaisha, kipindi kile cha millennium akakusanya watu wote pale wajinga, wakakaa wanasifu Mungu tu pale, kama dunia inaisha. Elfu mbili ikaingia Desemba, ikaenda Januari, ikaja Februari, ikaja mwezi wa tatu unafika, watu wanamuuliza, mbona twendi mbinguni? Akamwambia kaini humu, Yesu anakuja si muda mrefu. Aliwachoma wote na yeye akasepa. Sasa kama wewe, kama wewe mtu yuko Marekani anakudanganya ukandamane, tofauti yako na yule mfuasi wa Kiwetere ni nini? na utaangamia, na hata Biblia inasema, watu wangu wanaangamia kukukosa nini? Maarifa.